Na, nafikiri kwetu sisi ilikuwa nzuri kwa mechi ya kwanza kuweza kupata magoli matatu, lakini naweza kusema bado bado hatujakuwa na uhakika wa kuingia, tayari tumekusha ingiza mguu mmoja, kwa sababu tuna tuna uzoefu na mashindano haya na stres, kama hii ilisha ilisha ilisha, kutukuta, ilisha kutukuta, ya. Kwa hiyo hatutaki kurudia makosa kama haya, kwa hiyo tunaenda kuingia kama tunakwenda kuanza mchezo upya katika mechi ya kesho upya <clears> kesh <throat> Kweli, tunaingia tukiwa tuna goli tatu. Kitu cha kwanza kabisa tunahitaji tuna tupate magoli mengine zaidi, lakini tusiweze kuruhusu goli hata moja. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini mkubwa sana kwa kuweza kuweza kupata matokeo hiyo nyumbani, lakini tusiweze kurudisha tusiweze kuruhusu goli lolote katika upande wetu. Nafikiri kuteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu bora haijaja bahati mbaya, ni kazi ambayo klabu imefanya katika mashindano ya nyuma. Kwa hiyo kitu kizuri ni kuendeleza yale mazuri. Kwa hiyo sisi tunataka tuendeleze haya mazuri ambayo kama alivyosema tuweze kuendelea kufanya vizuri kwenye mashindano haya na tuweze kupata kupata tuzo kama hizi ambazo zinazo, ziko mbele yetu. Ya, ni kweli na nafikiri mpira ni mchezo ambao una moment nyingi sana, ni mpira ambao huwezi kucheza katika style moja katika, katika dakika 90. Lazima moment zote ziwepo, kuna kipindi uta mpinzani atakubana utacheza long ball, kuna kipindi utacheza. Kwa hiyo nafikiri ni vipindi ambavyo vilitukuta katika, katika mechi iliyopita, lakini sisi kama Simba tunapenda tucheze mpira ambao ni mpira wa fasi mpira wa kunani. Kwa hiyo nafikiri tulivorudi kwenye uwanja wa mazoezi tuliweza kufanyia yale ambayo tuliona hayakuwa mazuri katika mchezo uliopita, na yale mazuri tuliweza tuliweza kuweza kuyaongezea. Kwa hiyo nafikiri mechi ya kesho itakuwa ni mechi tofauti kabisa, tofauti na mechi ambayo iliyopita. ya swala la nangu yuko vizuri. Ewe, majabiri kishanza mazoezi sasa hivi ni swala so, kutafuta fitness level yake lakini tayari majeraha yameshamwachia na sasa tupo naye mazoezi. Ya, nafikiri nimekwisha kujibu mwanzoni. Kweli tuna mtaji wa goli tatu. Kitu cha msingi kwetu sisi tutataka tupate magoli zaidi lakini tusiruhusu Eh, nyavu zetu kuweza kuguswa. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini sana na discipline hali ya juu sana katika mchezo, katika mchezo wa kesho. Ya, kikubwa kwanza ni wapepole kwa sababu mashabiki wa Simba wamekuwa na watu ambao kwa kweli wamekuwa kija kutupa support sana na wana utaratibu wa kuja kwa wingi sana uwanjani. Kukosekana kwa mechi hizi tumewamisi, na wao nafikiri wamekuwa wakitumisi sisi, lakini nafikiri sasa kesho ni siku yetu, ni siku yetu na, na waomba wana Simba waje kwa wingi waje kwa wingi watupe sapoti na sisi tunawaahidi kwamba hatutawaangusha katika mchezo wa kesho. Tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji sisi tukifanye kesho.